Huu ni mji ambao uliwahi kuitwa dhahabu ya Afrika lakini leo baadhi ya majengo yake yamejaa giza, moshi na uhalifu unaovuta pumzi ya mwisho ya ndoto za watu. Karibu kwenye simulizi ya kushangaza ya kupaa na kuanguka kwa Johannesburg, jiji ambalo lilizaliwa kwa dhahabu lakini sasa linateketea mikononi mwa magenge ya kihalifu. And Johannesburg today faces enormous challenges. Hii ndio siri ya majengo yaliyotekwa, mahali ambapo ya sheria imehama na giza limeweka makazi. Johannesburg haikuzaliwa kama miji mingi ya kawaida, haikuanza kama kijiji kidogo au kituo cha biashara la hasha. Ilizaliwa kama mlipuko mwaka 1886 dhahabu ilipogunduliwa kwenye miamba ya Witwatersrand. Maelfu ya watu kutoka Ulaya, Asia na sehemu mbalimbali za Afrika walifurika kama maji ya ghafi, kutafuta utajiri wa haraka. Miji ikajengwa, ghorofa zikainuka, pesa ikawa kama hewa, inaingia inatoka, na kila mtu anaitafuta. Johannesburg ikawa moja ya miji tajiri zaidi ya Afrika, ikang'ara usiku na mchana. Hapa ndipo Jiji hili likapata jina lake The City of Gold. Lakini kama ilivyo kwa miji yote inayokuwa haraka, vivuli vilianza kujitokeza. Uchumi ulipoanza kuyumba, watu wakaanza kupoteza kazi, migodi ikafungwa, na pengo kati ya matajiri na maskini likaanza kuwa kama shimo lisilo na mwisho. Makampuni makubwa yakaanza kukimbia CBD, yakiacha nyuma majengo makubwa mazuri na ghali lakini yasiyo na pa kwenda, yalibaki tupu, kimya, yakisubiri hatima ambayo hakuna aliyedhani ingewahi kutokea. Kule majengo yalipotelekezwa, wahalifu hawakupoteza muda, walipenyeza kama upepo wa usiku. Walianza kufungua milango, kuvuruga mifumo ya usalama na kuyageuza majengo kuwa makazi ya giza. Kila sakafu ikawa na kiongozi wake, kila mlango ulikuwa na ada yake. Watu waliotafuta sehemu ya bei nafuu ya kuishi wakalazimika kulipa kodi, si kwa serikali bali kwa wahalifu. Majengo haya yakaanza kuitwa jina moja linalotisha sana, hijacked buildings, yaani majengo yaliyotekwa. Ukiingia ndani ya jengo lililotekwa, unahisi hisia tofauti sana. Ni kama kusimama kwenye mchanganyiko wa hofu na matumaini yaliyovunjika. Ngazi zimevunjika, kuta zimechafuka, sakafu imejaa maji taka, harufu ya moshi, moshi wa jiko na wakati mwingine miili isiyojulikana. Hakuna umeme wa kudumu, wakati mwingine wanatumia nyaya zinazovutwa kutoka nguzo za barabarani. Maji yanapatikana kwa bahati nasibu na yanauzwa kwa bei ya juu sana. Usiku kuna sauti za ugomvi, mlio wa bastora, watoto wakilia, na hatua zisizoeleweka zikienda juu na chini. Kwa wakazi, haya ndiyo maisha. Kwa nje, hii ni katikati kati ya moja ya miji mikubwa zaidi barani Afrika. Lakini swali ni, hali hii ilitokea wapi hasa? Jawabu ni mchanganyiko wa mambo kadhaa: kushuka kwa uchumi baada ya migodi kufungwa, ukosefu wa ajira kwa maelfu ya vijana, wimbi la wahamiaji na wakimbizi kutoka nchi mbalimbali mbali uongozi dhaifu na rushwa inayoruhusu magenge kustawi, majengo ya serikali kutelekezwa bila usimamizi, na zaidi ya yote kukata tamaa kwa wananchi wa tabaka la chini. Matokeo yake jiji likabaki na sehemu ambazo serikali haiingii, polisi wanahofia kufika, na magenge yanajiona kama serikali nyingine ndani ya mji. Leo hii baadhi ya operesheni zimefanyika Jeshi na polisi wamejaribu kufyeka magenge, kufunga viongozi wao na kurejesha majengo haya mikononi mwa jiji, lakini mapambano si rahisi. Baadhi ya majengo yameungua, baadhi ya hayafai kukaliwa tena, na mengine bado yanatawaliwa na magenge makubwa yenye mtandao mkubwa wa wahalifu wa. Johannesburg inajaribu kupumua, lakini mapafu yake bado yamejaa moshi wa historia ngumu. Jambo la kushangaza ni hili. Johannesburg leo ni jiji lenye pande mbili zinazopingana. Upande mmoja kuna ghorofa za kifahari, biashara za kimataifa, viwanja vya ndege vya ndani ya viwango vya dunia. Upande mwingine kuna majengo yaliyotekwa, uhalifu uliokithiri na maisha ya watu wanaoishi bila uhakika wa kesho yao. Ni jiji ambalo linaweza kukupa matumaini na kukuvunja moyo kwa wakati mmoja. Johannesburg ni mfano wa bara la Afrika lenyewe tajiri kupita maelezo, lakini linapambana na mapepo ya historia, siasa na uchumi. Ni jiji lililozaliwa na dhahabu likakua kwa kasi isiyo na mfano likatekwa na giza lililokuwa kimya kimya. Hii ndiyo hadithi ya Johannesburg, jiji la fahari, jiji la machungu, jiji ambalo bado linatafuta mwanga wake.